Hayo akifafanua maelekezo yaliyotolewa na katibu mkuu wa CCM, Dkt. Emmanuel Nchimbi, ikieleza kuhusu mabadiliko hayo na sababu zake. Awali ratiba hiyo ilionyesha kuanza mchakato huo Mei mosi hadi Mei 15 mwaka huu, ratiba ambayo ilionekana kuhitaji maboresho zaidi. Tumeona ni busara kwamba tarehe ya kuanza mchakato ndani ya chama uanze tarehe ishirini na nane ya mwezi wa sita mpaka tarehe mbili ya mwezi wa saba. Lakini kwa sasa ni kwamba wale wote wanaojipitisha na kufanya mizunguko na vurugu mbalimbali na siasa na kujinadi, basi waelewe kwamba kuna uteuzi. Baada ya kuwewe kuchukua fomu tutafanya uteuzi, lakini pia tutapitia taarifa mbalimbali za wale wote ambao wanaendelea kufanya kampeni kabla ya muda na kuendelea kutowapa nafasi madiwani na wabunge na waakilishi ambao wanadhamana na tiketi ya Chama cha Mapinduzi kuendelea kutimiza majukumu yao. Baadhi ya wabunge wamepongeza hatua wa hiyo, wakieleza mwingiliano wa shughuli hizo ungeweza kuathiri shughuli za kibunge zinazoendelea mjini Dodoma hivi sasa, hasa jukumu la kujadili na kupitisha bajeti kuu ya serikali. Tunapongeza kwanza chama chetu kwa kuendelea kuwa chama ambacho kinasikiliza, kinaruhusu mijadala, kinaruhusu majadiliano. Tunaamini dhamira yao ni njema na itabaki kuwa njema wakati wote. Basi naamini ule mchakato ambao ulikuwa uanze mapema kwa, kwa, kwa umma kwa ujumla, sasa unaweza ukaendelea ndani kwa ndani katika vyombo mbalimbali vya maamuzi ndani ya chama. Nafikiri jambo hili linahitaji pongezi nyingi sana kwa chama, kwa sababu litawapa fursa wabunge waliopo kuendelea kufanya kazi yao kwa utulivu, na hasa kazi yenyewe ukizingatia ni nyeti sana, ya kupitisha bajeti ya nchi ambayo ina maslahi mapana kwa taifa letu. Sehemu kubwa limetupa faraja kwamba linatupa nafasi wa kushiriki moja kwa moja mjadala huu wa bajeti ambao mjadala wa bajeti huu ndio maisha ya Watanzania. Baadhi ya wananchi na wanachama wakazungumzia mabadiliko hayo. Mimi naona ni sahihi, shughuli za bunge ziendelee kwanza. Kwa hiyo wamepewa nafasi kubwa kwanza ya kushughulika na masuala mengine ya kitaifa, kwa sababu ndani ya bunge tunao mawaziri. Kufuatia mabadiliko hayo, kwa sasa mchakato wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kugombea ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na ujiwani utaanza Juni ishirini na nane saa mbili kamili asubuhi na kukamilika Julai mbili mwaka huu saa kumi kamili jioni, kwa kufuata utaratibu ule ule uliotangazwa katika taarifa ya awali, muda ambao shughuli za Bunge la kumi na mbili zitakuwa zimekamilika. Joyce Mwakaringa, Azam News, Dodoma. <muchos>